Kaka mkubwa vipi? Safi kaka. Mkubwa kabisa? Niko poa. Unaitwa nani? Shayo. Shayo. Sawa sawa. Dada yake hapa? Poa. Naitwa Jessica. Kaka mkubwa? Naitwa Lazaro. Lazaro. Dada yake? Tina. Tina. Okay sawa sawa. Sasa, mimi ndugu zangu, leo nimekuja hapa mitaa ya Sinza leo kuja kupiga stori na nyie, kuhusu masuala ya uwekezaji au sivyo eh? Kaka mkubwa, tukianzia kwako Shayo, usha kusikia kuna taasisi inaitwa UTT AMIS? Hapana, mara ya kwanza leo yani nimefika hapa na umeijua? Nishai kusikia lakini sijui kiundani zaidi. Naona watu watatu hapa kidogo, ndio kwa mara ya kwanza leo yani mnaweza yeah, yani kusikia yeah, okay. Lakini, yeah. Okay, lakini Lazaro, wewe kashai kusikia lakini hajui nahusika na nini okay. Cha kwanza kabisa UTT AMIS ni taasisi ambayo iko chini ya serikali kupitia Wizara ya Fedha inajihusisha na masuala ya uwekezaji. Uwekezaji, Shayo, ya uwekezaji uwekezaji bwana Shayo, bwana uweke Shayo, uwekezaji tunazungumzia kwamba, Shayo, leo hii wewe mjasiria mali si ndivyo? Au inawezekana umeajiliwa sehemu au unafanya kazi katika kipato chako cha kila siku, unaweza ukawa unasema bwana, labda mimi kwa, kwa, kwa siku napata labda kiasi hiki si ndivyo? Lakini ili niweze kufikia malengo yangu fulani, baada ya mwaka kuna kitu mimi nataka niweze kukifanya. Malengo yale nafikia vipi kama sijaweka ela sehemu fulani, si ndio? Na ndio maana leo hii na uhakika madada zangu wa kina Tina pamoja na Jessica hadi wanaume sasa za hivi wana ile michezo wanasema. Si ndio? Kwa nini unafikiri wanacheza michezo? Wanacheza michezo ili waweze kufikia malengo yao. Tina leo hii anataka kuweza kununua gari labda baada ya mwaka. Kuna mchezo wake labda wa milioni kila baada ya siku tano mfano wapo, si ndio? Kuna milioni kila baada ya siku tano. Anasema, no, mi baada ya mwaka nataka ninunue gari. Lakini kwa maisha yangu hivi ile hela pamoja hivi labda milioni 30 siwezi kuipata kui, inabidi mimi niwe na sehemu ambayo inanifanya niwe naweka pesa kwa arabu, kufikia, yangu kwa ustaarabu ili niweze kufikia yale malengo yangu sindivyo? Ambapo sasa UTT hapa inakuja. UTT unafanya malengo yako kwa faida sindivyo? Kuna baadhi ya watu na siku hizi hii si watu kuweka hela, si kufanya biashara, hadi Kariakoo kwenye maduka sio kwa wanawake, sio kwenu. Unajua, naamini sikilizaji wanaume, unaweza ukasikia kuna wanaume nao wanafanya hayo mambo, wanayoweka pesa ili wao waje nao kuja kupata hiyo pesa. UTT inakuja vipi? UTT pale, endapo unawekeza UTT, wana mifuko sita. kuna mifuko hadi ya watoto naelewe. kuna mifuko, kwa mfano kama asisi ya vijana ambao tunajiweza, nataka niweke hela yangu, nione faida yangu, mwisho wa siku niweze kupata pesa. si UTT unawekeza pesa yako mwisho wa mwaka katika ile hela yako uliowekeza unapata asilimia kumi na mbili, wastani wa asilimia kumi na mbili si, siuka si, tunaelewana. Mathalani shayo si ndivyo, umeeka tuwashumu tu kwa sisi wafanyabiashara labda wadogo wadogo tu. Kwa mfano kama mimi, mimi mfanyabiashara mdogo mdogo, naweza nikasema hela yangu nimeweka katika mfuko mmoja, labda UTT, nimeweka hela yangu, mwisho wa mwaka nikatimiza milioni, si ndivyo? UTT katika ile milioni, wao wakuachi kwamba wewe una hela yako milioni shayo mwisho wa mwaka kwenye akaunti yako ya UTT haitakuwa milioni ambayo umeipambania, maskini ya Mungu mwaka mzima. Unasema, mimi baada ya mwaka nataka nikanunue kiwanja, kisiju nimeambiwa kiwanja kinauzwa milioni, si ndivyo? Lakini ukasema kutokana na biashara zangu hivi, mimi ninapopata riski milioni kuikamata hivi, siwezi Ebu, e, acha nifungue ni mfuko wangu UTT niweke hela. Unaenda unaweka hela UTT, mwisho wa mwaka imetimia milioni nga UTT. Ukienda ukifungu ukiangalia katika akaunti yako hukuti milioni, unakuta milioni laki moja na ishirini na weshayo. Unatafuta milioni kumi, si ndivyo? Unasema mimi naitafuta hapa milioni kumi nikanunue gari mwisho wa mwaka umefika, nga UTT wao wanakuja wa, wanakuja kukupa wastani wa faida ya asilimia kumi na mbili ya ile milioni kumi yako itakuwa shilingi ngapi? Tena maana umehesabu uko vizuri, utakuwa <laughs> na milioni kumi na moja laki nala laki mbili. Yes katupo <laughs> mfano sina maana labda kama nazungumzia na katika namna mbaya. Si sisi tunachezaga katika hivi vikundi vyetu, tunaweka hela Si ndio? Kwa mfano kama sio fanya biashara hapa maeneo ya Sinza. Eh, bwana Shayo unapokea lini? Ah mimi na nilizwi nini? Zile hela ambazo si tunawe tunawekaga. Kama ikiwa ni milioni unapata na faida au inakuwa ni milioni ile ile? Ile ile milioni. Ile ile. Endapo ikitokea Lazaro hajatoa unapata na faida au unapata pungufu katika milioni? Au unapata pungufu. Unajikuta unapokea laki nane. Unapata laki nane. Hapo Lazaro unamfuata mnaanza? Mnaanza kugombana. Mkienda polisi kesi ya? ya madai. Ambaye akisema madai tunaijua, lazima atakuja kama bwana, sikiliza. Weka vipi? Mimi nitakupa buku kila siku. Umeelewa? Manake wewe malengo yako amekufikisha? Ame Hapana. Manake amekukwamisha. Ndio. Sijui umeelewa? Kwa faida nyingine ya UTT. Huyu Tina Tina, si ndio? Ameweka hela ya UTT. Si ndio? Baada kama miezi sita ameweka, baada kama miezi mitatu ameweka. Labda ikafika hela yoyote, sitaki kumsemea. Hela yoyote katika mfuko mmoja wapo wa UTT. Tina, huyu mfano na Ashum Ashum, ana ana mtoto. mtoto. Sijui lakini like, nime Ashum si ndio? Inawezekana kuna mtu pale anatazama mtazamaji, labda ana mtoto. Ameweka hela UTT, mwanae kapata changamoto, ada anaumwa chochote. Huyu Tina anaweza kutakapata changamoto huku kazi haziendi, biashara imegoma, mzigo unataka kuingia bandarini, anataka kwenda kuutoa mzigo hana hela. hela. Akakumbuka UTT, mimi nina hela. Katika ile mifuko sita, kuna mfuko ambao unaweza ukaenda kuchukua hela ndani ya siku siku tatu za za kazi. Nikisema siku tatu za kazi maana yake kuanzia leo kesho na kesho kutwa, siku hizi tatu. Kuna mifuko mingine ndani ya siku kumi za kazi, siku kumi so, za kazi, manake nazungumzia Jumatatu mpaka Ijumaa, manake wewe una uwezo wa kutoa pesa yako muda wowote. kunisaidia Inakuwa ni rahisi ngumu? Ni ngumu. Lazaro, inakuwa ni rahisi? Ah, ngumu sana. Inakuwa ni ngumu eh? Sasa kupitia UTT wewe umepata changamoto. Ela yako unaweza ukairequest ndani ya siku tatu za kazi au ndani ya siku kumi. Alafu kumbuka UTT, wewe unapoanza kuweka hela yako, ile siku ya kwanza faida yako ye inaanza kuzalia wewe kwa mfano, nikiwaambia wastani wa faida ya asilimia 12 mpaka mwisho wa mwaka, haimaanishi kwamba wewe faida yako kwa mfano katika ile milioni ile laki na 20 wewe utakuja utaipata kwa sababu mwezi wa 12, no, wewe tina, imekuja imefika mwezi wa sita. Umekuwa ama, maskini ya Mungu, si ndio, una uwezo ile faida yako uliyopata na ile hela yako labda iliyofika sijui shingapi itakuwa imefika kama laki sita kama laki tano, baada ya miezi kaza una uwezo ukachukua hela yako pamoja na faida yako UTT. Ukiitaka hela yako hakuna atakayekuja kukuuliza kwani unataka unata kutoa, sio mtu changamoto. ile ni mifuko ipo kwa ajili ya kila mtu aweze kufikia malengo yake, lakini sio mtu kukaa na pesa yako afu kuanza kuingangania bwana si sasa hivi atukupi tuna changamoto a a sema cha kwanza kabisa ni taasisi ambayo iko chini ya serikali lakini vilevile ni sehemu salama katika uwekezaji. Umeelewa? Kwa maana yake ni kwamba yawezekana Tina ya kwa uh, hiyo UTT. UTT ni taasisi ambayo iko chini ya serikali inajihusisha na masuala ya uwekezaji mifuko iko sita. uh, uh, pale e, akaenda akamfungulia mtoto wake ajayo, anasubiri tu akishajifungua mtoto wake pale, kuanzia leo ndo tunasema umri sifuri, si ndivyo? Mtoto wake anaweza akaanza kunanili. Kuna wale wadada ambao wanasema, bwana mimi na mtoto wangu sasa, mimi singomaza mwanangu, nataka mpaka afikishe miaka kumi, aanze akaunti yake ya UTT inajisomesha. Kuna mfuko wa watoto unaitwa watoto fund, umeelewa? Kwa maana yake ni kwamba UTT unawekeza sehemu salama, unapata faida, lakini vilevile ni taasisi ambayo iko chini ya serikali, kwa maana yake ni usalama zaidi ya usalama. Kuna baadhi ya watu washaumizwa sana huko, staki kupataja. Tina anapajua, yawezekana alisha kuona rafiki yake au yawezekana yeye mwenyewe ni mhanga katika yale mafuriko. Umeelewa? Mwisho wa siku kule inavunja uaminifu. Kama wewe ushakushuhudia kuna baadhi ya watu wamepigana sana, naomba ila yangu, naomba ila yangu. Umeelewa? Na ndio maana wanasema i, vile vikundi vyetu sisi tunacheza kwa kujuana, sio? Umeelewa? Lakini mpaka leo kama nyinyi mtakuwa mashahidi, mimi naonaga kuna baadhi ya status mtu anaposti kabisa, jamani, mkitaka kujiunga sio hivi. Yani mtu amjuani, mtu anakutumia tu uingize kwenye grupu, uanze kutoa hela, sio mwenyewe. Lakini mtu kama una akili, kwa nini usiweke pesa yako sehemu salama, sehemu ambapo wewe leo hii unaweza ukawa umeenda mkoani huko, wewe shayo umekwama, kila benki ukiangalia una hela, lakini ukakumbuka kumbe, mimi UTT nina hela. Jamani, ile hela ikakusolve UTT. Si umeelewa? Lakini kumbuka UTT hamna makato, yaani pesa yako unayoiweka ndio ile ile unayoikuta na faida juu. Sio kama tunaelewana, lakini ndugu zangu. Okay, asante kwa elimu ambayo umetupatia. Uh, sasa tungependa pia kufahamu kwamba sasa ni sifa zipi ambazo mtu anatakiwa kuwa nazo ili aweze kujiunga UTT AMIS. Okay, sana sana Lazaro. uh, kujiungaa aaza katika sifa ambazo zinapelekea mtu aweze kuwa mwanachama wa UTT. Cha kwanza kabisa UTT haiangalii Mtanzania, so Mtanzania. UTT sisi tuko worldwide. Na ndio maana hata leo ukipita katika page zetu za Instagram zana ukiandika UTT AMIS utaona kuna watu wanatoa elimu hadi Marekani. Sisi tuko diaspora, huko Ulaya tuko Amerika. Sio umeelewa? UTT ni worldwide tuko China. Kwa hiyo UTT haiangaliwi Mtanzania, so Mtanzania haiangalii. Ndio maana kuna watoto fund, ila UTT huwezi kufungua akaunti kama mtu hayuko hai. Yani sisi tunaangalia yule mtu ambaye yuko hai, na ndio maana hata mtoto huwezi kufungulia, mtoto yuko tumboni. Sisi tunamfungulia yule mtoto ambaye yani, siku ya kwanza tu, mwaka sifuri, sisi tunasema unaweza kukamfungulia, umeelewa? Lakini vitu ambavyo vya kuzingatia ili uweze kukamilika kujiunga na UTT, cha kwanza kabisa, kwa mfano kama shawe wewe si Mtanzania, naamini utakuwa na ile wanasema kitambulisho cha taifa au NIDA, si ndivyo? Kama hauna iko Shayo, huyu nikimwangalia, angalia gari anaendesha, si ndivyo? Maana yake utakuwa na nini na leseni, si ndivyo? Okay, leseni vyote una una leseni Shayo, wewe huna nida shayosi anaendaga Marekani. Ile kwenda Marekani inabidi uwe na nini, passport, uwe na passport. Hivyo vitu vitatu, kimoja wapo na ndio maana hata wale watu ambao wa nje sisi tunaweza tukawaunga kupitia labda hata vitu vingine, mtu akaja hapa kwa somo Tanzania, bwana, nimependa yote hii lakini kupitia passport yake kuna details zake, maana yake unaelewa, ambao tumezikuta katika nida yako, unaelewa. Kwa hiyo hivyo ndio yani vitu cha kwanza cha pili. Lazaro, si ndio? mimi nahitaji nimjue kama huyu Lazaro, kwenye picha inahitaji, yaani kwenye form, maana yake inahitajika passport size. Ni vitu hivyo vile tu, hamna kitu kingine. Sio kwamba umeambiwa UTT mradi ujiunge lazima umalize form 4. Hapana, umeelewa? Ni vitu hivyo viwili tu, unakamilisha usajili wako kwenye kujiunga. Kiwango ambacho unatakiwa labda cha chini cha kuanzia ni kiwango gani? okay. katika kujiunga inategemea na mifuko, umeelewa, wa kujiunga, lakini katika kujiunga kima cha chini ni 10,000 umeelewa? Eh, 10,000 e, kima cha chini katika kujiunga meelewa lakini vilevile vile kuna mfuko mwingine ambao kima cha chini kabisa kujiunga upo hadi 1500. Yaani leo uh, hii Lazaro ana uwezo wa kupata fomu au wewe mwenyewe shayo wa kupata fomu wa kutaka kujiunga ile siku ambao unataka kujiunga ukiwa na elfu kumi yako tu ushajiunga tayari. Na hiyo elfu kumi maanake sio kwamba eti inaingia katika mfuko wa UTT hapana. Akaunti yako unaifungua ni ya kwako wewe na ni siri yako wewe. UTT hawana taarifa nayo. Umeelewa? Maanake ile hela ambayo wewe ukiingia una smartphone yako, kuna application ya UTT AMIS ambayo application, amba application ukidownload inakuonyesha Lazaro, kwenye akaunti yako sasa hivi una 10000. Na ile 10000 yako, siku zinavyozidi kwenda mbele kesho yake unaanza kuona kuna visenti vinazidi kuongezeka. Ushakuona ile mita ya maji inavyosoma, inasomaga ile design kama, unaona kuna visenti senti vinaenda, ndivyo vile sasa. Unaweza ukajikuta papa imeenda unu... mbona 200 imeongezeka hivi imami sava miasab sijlabdakesho a ishinlwiyo katiayako unaona faida. Kiwango chachini, kwa kiwango cha chini cha kujiunga ni mpaka kwa mimi swalilangu ban na, nataka kujua vipi kama uh, mimi ndo mteja wenu nimejiunga alafu nikaja labda nikafariki au mtu yoyote tu akifariki na mna vipi? Okay, sawa, swali nzuri Tina. Ikitokea mtu yoyote ambaye ameweza kujiunga katika ile mifuko yetu ya UTT si ndivyo? Akatokea Mwenyezi Mungu akampenda si ndivyo? Katika form zetu sisi za UTT pale, endapo unapojiunga, kuna sehemu ya kujaza warithi wako, hiyo iliweka unaelewa? Mapema kabisa, ambapo ziko sehemu tano. Sasa wewe ndio utaichagua ni nani aweze kukaa namba ya kwanza, ndipo kabisa, katika zile sehemu za form. Unajaza ni ile fomu kukamilisha, ipo kwa nyuma kule unaulizwa, wewe unataka warithi wako ni nani? Kwa sababu sisi tunajua kuna kesho, unaweza kuta mtu kajiunga leo, tukaeka bilioni moja yake Hamad, kesho nani anajua? Kwa kinachotokea ni kwamba, katika ile fomu kwa nyuma kule, kuna sehemu ambazo za kuwajaza hao watu wako ambao wanaweza wakakurithi, unaelewa? Unaweza ukaamua mtu wa kwanza, na mweka mme wangu wa pili, mwanangu wa tatu, mwanangu wa nne, mwanangu kuna mtu mwingine anaweza akaweka hata simweke mume wake, akamuweka babake, akamuweka mamake. Ni wewe unawapigia simu, jamani, mihuku nimewaweka wote Waki? wakitangulia wote, unakuja una, una, unabadilisha unaweka wengine, kwa sababu hata katika wale ambao mfano watano mmoja akaondoka, unakuja, jamani, mimi hapa mmoja kaondoka, kwa naomba nimwingize mwingine. Imetokea sauli mhusika ndio ameondoka, wale watakuja watananili na katika ile kugawana, wa kwanza anajulikana, wa pili anajulikana, wa tatu anajulikana, wa nne anajulikana. Basi kwa hiyo inakuwa amali yako, mali zako, pesa yako inakuwa haijapotea na, na, na, sisi tunaamini wale unaoweka pale ni watu ambao wewe kwako ni wanafaida kwako, si ndivyo eh? Yeah. Kwa hiyo inakuwa iko hivyo, tena nitakuwa nimekujibu. Sawa, kwa jina naitwa Jessica. Leo nimepata elimu kuhusiana na UTT. Ni taasisi ya kiserikali inayojihusisha na mambo ya uwekezaji, na nimejua kwamba pia ni taasisi salama kwa ajili ya kufanya uwekezaji. Nimejua kwamba ni taasisi salama na pia ukiwekeza unaweza kupata faida, na shauri wa Tanzania wenzangu mkawekeze, kwa sababu mtapata faida na unaweza uka Karibuni sana, Hai, Tanzania. Uh, jina langu naitwa Tina. Nashukuru Kijiwe Mchongo leo wamekuja kutembelea hapa mitaa ya Sinza, Sinza Mori. Uh, awa bwana wanahusika na maswala ya uwekezaji wanaitwa UTT. Uh, bana tumepewa elimu hapa kidogo um, <coughs> kiukweli, <coughs> kiukweli kwa sisi wafanyabiashara Uh, nimeona ina bamba, tukiachana na ile sio vikoba vyetu michezo na nini na nini, alafu uh, UTT ni taasisi ya kiserikali, alafu kikubwa zaidi ni kwamba <coughs> ukiweka ukiweka pesa zako unapata faida na, na sio uh, sio kidogo, ina maana ni asilimia kumi na mbili unapata. Kwa hiyo wafanyabiashara wenzangu, kuna mchongo menoga. Karibuni UTT. Mambo vipi marafiki zangu, mimi ni Lazaro na leo nimepata bahati ya kukutana na Kijiwe Mchongo na kupata elimu kuhusu UTT AMIS. Kiukweli kuna vitu vingi sana ambavyo nilikuwa sivifahamu kuhusu uwekezaji katika mfuko wa UTT AMIS ambavyo leo nimevifahamu, nawashukuru sana. Lakini pia leo nimefahamu kwamba UTT AMIS ni mfuko salama zaidi wa kuwekeza kuliko mifuko yote kuliko kuwekeza fedha kwenye kibubu, kuliko kuwekeza fedha sehemu ambazo sio salama, ambazo zina makato makubwa, lakini vilevile hazitengenezi vile faida. Leo nawashauri vijana wenzangu, tuwekeze katika mfuko huu. Kwanza ni salama, kwa sababu ni mfuko wa serikali, na vilevile vile kiasi ambacho tunakiwekeza kule hakikatwi, yani fedha ambayo unaiwekeza ni ile itaendelea ile kuwa, lakini ikiwa na faida kubwa mbeleni, tofauti na ambavyo ningewekeza fedha kwenye benki au kwenye vibubu <laughs> Yaani kwa nilichokipata leo, kwa hakika UTT AMIS wamevunja vibubu, hakuna fedha yangu itaweka tena kwenye vibubu, na zaidi yako nitawekeza katika mfuko wa UTT AMIS. Nawashukuru sana, nawakaribisha vijana wote kuwekeza na UTT AMIS. Karibuni sana UTT AMIS <laughs> Kijiwe Mchongo na UTT AMIS imetufikia